Hii ni hadithi ya Tunde, yatima maskini kijana aliyefahamu njaa na maumivu tangu utotoni, lakini hakuruhusu chuki ichipue moyoni mwake. Siku moja, wema wake kwa mwanamke mzee asiyejiweza ulifungua mlango ambao hakuna mkono wa kibinadamu ungeweza kuufunga. Kilichofuata hakikudadanisha maisha yake tu, bali kilibadilisha pia namna kijiji kizima kilivyoelewa nguvu ya kutenda mema. Endelea nami kwa sababu hekaya hii ya Kiafrika itakukumbusha kuwa wakati mwingine mbingu husikiliza kimyakimya na hulipa kwa njia ambazo hakuna anayeweza kueleza. Kijiji cha Akure kilikaa kwa utulivu kati ya misitu miwili mirefu. Asubuhi ukungu ulitambaa pole pole juu ya njia za udongo mwekundu, na kufikia adhuhuri, sauti za mapanga yakikata vichaka, vicheko vya mbali na midundo ya vigingi vya kusagia zilijaza hewa. Mitende ilisimama kando kando ya mashamba, ikitikiswa taratibu na uzito wa matunda yake yaliyoiva. Ilikuwa ni mahali ambapo kila mtu alimjua mwenzake kwa jina na ambako habari zilisafiri kwa kasi kuliko upepo. Maisha yalikuwa rahisi, magumu lakini yalitabirika. Na kwa muda mrefu hayo ndiyo maisha pekee ambayo Tunde aliyajua. Aliishi na wazazi wake katika nyumba ndogo ya udongo pembezoni mwa kijiji. Baba yake, Jide, alikuwa mtapaji wa mnazi. Mtu mwenye mikono imara na nidhamu ya kimya kimya. Alikuwa akiamka kabla ya alfajiri, akibeba kamba yake ya kupandia na kibuyu, akipenya kichakani kwa ustadi wa mtu aliyezoea kazi hiyo maisha yake yote. Mama yake, Mero, alikuwa mwanamke mpole aliyelima mihogo, viazi vikuu na mboga. Kicheko chake kilisikika kama maji safi ya kigonga jiwe. Ingawa walikuwa maskini, waliishi kwa amani. Kila jioni waliketi nje ya kibanda chao, wakitazama anga ikibadilika rangi, huku Tunde, wakati huo akiwa na umri wa takriban miaka sita, akikimbia huku na kule akiwinda panzi pamoja na watoto wengine wa kijiji. Alikuwa mtoto wao wa pekee na licha ya mikono yao kuwa migumu kwa kazi, walimlea kwa upendo mkubwa. Siku moja asubuhi, hewa ilikuwa tulivu isivyo kawaida. Jide aliamka mapema zaidi kwa sababu alitaka kutapisha minazi minne ya mwisho kabla ya jua kuwa kali. Mero alisisitiza kuandamana naye, akisema angepalilia kipande kidogo cha shamba kilicho karibu. Walibeba panga na kamba na Tunde akiwa mdogo sana kusaidia, lakini hataki kubaki nyumbani, aliwakimbilia akiwa peku, miguu yake midogo ikivuta vumbi la asubuhi. Shamba lilikuwa umbali wa takriban maili mbili, likizungukwa na miti mirefu na vichaka vizito. Ndege walikuwa wakipiga kelele juu yao, wakati baba yake alipanda mti wa kwanza kwa wepesi akifunga kamba na kujipandisha juu kama mtu aliyezaliwa kwa ajili ya anga. Tunde alitazama kwa mshangao, akipiga makofi kila baba yake alipomimina diwani ya mnazi yenye povu ndani ya kibuyu na kuishusha taratibu chini. Mama yake alicheka kwa furaha, kitambaa chake kimekunjwa miguuni alipoinama kungoa magugu. Ilikuwa asubuhi ya amani, hadi ilipogeuka kwa janga. Katika mti wa nne, Jide aliponyoosha mkono kushika kamba, mguu wake uliteleza. Sauti ya kuanguka iliwatawanya ndege wote. Mero aliangalia juu kwa kuchelewa. Mwili mzito wa mumewe ulimwangukia. Hakukuwa na ukelele, hakuna mapambano, kulikuwa tu kuhishindo, ukimya na utulivu wa ghafla uliotawala. Tunde alisimama akiwa ameganda. Chungu la udongo alikuwa ameshika lilianguka na kuvunjika pipande pipande. Hakusogea. Tukio lililokuwa mbele yake halikuwa na maana kwake. Wazazi waliompa uhai walikuwa wamelala kimya, nyuso zao zikiwa zimefunikwa nusu ya udongo. Wakazi wa kwanza walipofika baada ya kusikia kilio chake cha mbali, bado alikuwa amesimama pale akitetemeka, macho yake yakiwa wazi na tupu. Mazishi yalifanyika siku mbili baadaye. Wanakijiji walikusanyika chini ya mti mkubwa wa udala, wakinongonona juu ya ukatili wa hatma Wanawake waliimba nyimbo za maombolezo zilizobebwa na upepo. Tunde alikaa pembeni mwa umati, amevaa nguo nyeusi zilizomzidi ukubwa. Macho yake yalikuwa amevimba, lakini machozi hayakutoka tena. Jioni ilipofika, moshi wa mapishi ukipaa ngani, alichukuliwa na mdogo wa baba yake, mjomba Duro. Kuanzia leo utaishi nasi, alisema kwa sauti kali, akimshika mkono. Mke wake Fumi alisimama nyuma yake, uso wake ukiwa hauna hisia. Macho yake yalimpima kama mzigo usiotakiwa. Tunde aligeuka mara ya mwisho kutazama kifusi cha udongo mwekundu kilichowafunika wazazi wake, lakini mkono wa mjomba wake ulimvuta kwa nguvu ukimwondoa pale. Nyumba aliyofikishwa haikuwa kama ya wazazi wake. Ilinuka makaa na mchuzi baridi; hakukuwa na joto. Pembeni ya kiwanja binafsi zake wawili walikuwa wakila wali kwenye sahani za bati. Alipowasalimia kwa sauti ya chini, walimpuuza. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Tunde yakawa mchongoro wa kazi na adhabu. Kabla ya alfajiri, aliamka kufagia uwanja, kuosha vyoto na kutembea hadi mtoni na chungu zito. Miguu yake ilipasuka kwa mawe, hali na akimwaga hata tonde moja, Fumi angemchapa na ufagio. Aliokota uti, akaosha nguo, akalisha kuku. Binafsi zake hawakufanya chochote, walimuita houseboy. Chakula kilikuwa adhabu nyingine. Wali alipata maharage supu alipata viazi pweke, na nyakati nyingine hakupata chochote. Alinyamaza, alijifunza kuvumilia. Alipofika miaka 12 alikuwa mwemba mtulivu na makosa ya zamani, lakini macho yake hayakuwa na chuki. Miaka iliposonga hadi alipofika miaka 23 tatu, Tunde alijulikana akule kama yatima maskini asiyejua kulalamika. Aliishi peke yake katika kibanda cha udongo nyuma ya miti ya miembe. Alifanya vibaru mashambani, aliwasaidia wazee na kurekebisha uzembe wa udongo baada ya mvua. Siku ya jua kali sana, akiwa njiani kwenda mtoni na chungu lake, alimwona mwanamke mzee kando ya njia. Alikuwa ameinama sana akijaribu kuinua chungu zito kichwani. Miguu yake ilitetemeka. Watu walipita bila kumsaidia. Tunde hakumjua, hakuwahi kumwona, lakini alipoona akikaribia kuanguka aliacha chungu lake na kukimbia kumsaidia bila kusita na hapo ndipo hatima yake ilipoanza kubadilika. Ni kusaidie mama, alisema kwa upole, akichukua chungu kutoka kwenye mikono yake iliyotetemeka. Kabla hajapinga mwanamke ule alivuta pumzi ndefu za afu akatikisa kichwa taratibu. Macho yake yalionekana yamechoka, lakini alikuwa na upole wa ajabu. Asante mwanangu, alinong'oneza kwa sauti dhaifu, lakini iliyokuwa wazi. Watu hupita mbele yangu kana kwamba sioni. Mungu auone moyo wako. Tunde alisawazisha chungu begani. Usijali mama, nitakubebea hadi nyumbani kwako. Mwanamke ule alimkazia macho kwa muda mrefu, kisha akaonyesha upande wa mwisho wa njia. Sio mbali, mwanangu, pale kando kando ya msitu. Mwelekeo huo ulimfanya Tunde asite kidogo. Msitu huo ulikuwa mzito na ulioepukwa na wengi kijijini. Watu waliamini kuwa uliishiwa na mambo ya ajabu, misimu, vivuli na sauti zilizokuwa zikiita majina ya watu usiku. Lakini Tunde hakufikiria hayo. Alitikisa kichwa akarekebisha chungu, kisha akamfuata kimya kimya. Safari ilichukua muda mrefu kuliko alivyotarajia. Jua lilikuwa limeshuka kidogo, likipaka njia mistari isiyo sawa ya dhahabu. Sauti za kijiji zilibaki nyuma. Hakukuwa tena na vicheko, midundo ya kusaga wala makelele ya watu. Kilichosikika ni mvumo hafifu wa wadudu na mlio wa majani kavu chini ya nyayo zao. Kadri walivyozidi kuingia msituni ndivyo ukimya ulivyozidi kutawala, hadi hata ndege wakaacha kuimba. Sauti pekee iliyobaki ni pumzi za Tunde na mgongo wa fimbo ya mwanamke ukigonga ardhi taratibu. Mara nyingine aliinua kichwa akijiuliza, bado walikuwa mbali kiasi gani? Lakini mwanamke alitabasamu tu na kusema, tumekaribia. Hatimaye walifika uwazi mdogo. Kibanda chake kilisimama pale kidogo cha mvuringoro kimejengwa na matofali ya udongo yaliyotiwa giza na umri. Kulikuwa na kigondi kilichovunjika nje karibu na lunde la kuni, moshi hafifu ulipaa kutoka kwenye jiko la udongo, na mkete ulikuwa umeviringoshwa vizuri karibu na mlango. Ilikuwa ni mahali ambapo kila mtu angepita bila kukitambua, kimefichwa ndani kabisa ya miti. Tunde aliweka chungu chini kwa upole kando ya kibanda na akasogea nyuma. Hapa mama, alisema akijifuta uso kwa mkono wa shati lake. Mwanamke ule alitikisa kichwa taratibu, macho yake alimkazia kwa namna iliyomfanya Tunde ajisikie tofauti kidogo. Mtazamo wake haukuwa wa kawaida, ulikuwa mtulivu, thabiti na wenye kujua mengi. Alimtazama kana kwamba alikuwa ameyaona maisha yake yote, miaka ya maumivu iliyojificha nyuma ya macho yake tulivu. Kaa chini, mwanangu, alisema kwa upole. Tunde alisita Mama, napaswa kuondoka, jua ka, alirudia taratibu. Kwa sababu asiyoweza kueleza, Tunde alitii. Hewa ilionekana kubadilika ghafla, upepo uligeuka, majani yakasikika mara moja, kisha yakanyamaza kana kwamba dunia ilisimama kusikiliza. Mwanamke alisogea polepole na kuweka mkono wake begani mwa Tunde. Kiganja chake kilikuwa cha joto chepesi, lakini chenye nguvu ya ajabu. Wewe ni kijana mwema, alisema kwa sauti ya chini. Wengi huona uzee na kugeuka njia, wewe hukufanya hivyo. Tunde alitazama chini kwa aibu. Sio kitu mama, ulikuwa unahitaji msaada. Mwanamke alitabasamu kwa uchovu ulioongeza mikunjo usoni mwake. Hakuna tendo la moyo safi lililo dogo. Alinyamaza kidogo akitazama miti, kisha uso wake ukabadilika ukawa mpole zaidi, lakini mzito kwa maana Piga magoti mwanangu, alisema. Tunde alishtuka. Mama, piga magoti, alirudia kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka yasiyolingana na udhaifu wake. Mbingu hukumbuka wema. Alisita kwa muda mfupi tu kabla ya kupiga magoti juu ya ardhi yenye bufdi. Mwanamke aliweka mikono yake yote miwili juu ya kichwa chake. Vidole vyake vilikuwa vyepesi lakini thabiti, na alipozungumza tena sauti yake ilionekana kuvuka uwazi ule na kufika mbali zaidi. Mwanangu, alisema taratibu, umeteseka bila kuilaani maumivu yako, umekosewa lakini moyo wako umebaki safi. Umeishi njaa lakini mikono yako imebaki wazi. Watu wa aina yako ni wachache, dunia huwasahau, lakini mbingu haziwasahau. Tunde alifumba macho, hakuelewa kikamilifu, lakini sauti yake ilizima maswali yote. Aliendelea kusema wengi, hupita mtihani wa nguvu na hushindwa mtihani wa wema, lakini wewe Tunde, umefaulu yote. Kuanzia leo, ardhi utakayoikanyaga ikumbuke jina lako, njaa isikaribie tena nyumba yako, mikono yako ipate wingi, lakini moyo wako usipoteze upole wake. Alipomaliza maneno hayo, ulimwengu mzima ulitulia kabisa. Jioni iliyofuata ilikuja na ukimya mzito kuliko kawaida. Anga lilikuwa na rangi ya machungwa hafifu kabla ya giza. Tunde alikuwa ametumia siku nzima bila utulivu, akili yake imrudia yule mwanamke mzee, sauti yake, utulivu wake wa ajabu, na jinsi hewa ilivyonyamaza alipoongea. Alijaribu kujishawishi kuwa ni mawazo tu, lakini jioni ilipofika, alishindwa kujizuia. Alichukua njia ile ile kuelekea msituni. Alipofika kwenye uwazi, moyo wake uliruka kwa mshangao. Kibanda kilikuwa kimepotea. Kigoda, kuni, mkeka, vyote vilikuwa vimetoweka. Ardhi ilikuwa laini na safi, kana kwamba hapakuishi mtu kamwe. Mama, aliita kwa sauti ya hofu. Hakukuwa na jibu. Kisha sauti tulivu, lakini yenye mwango ikaita jina lake, ikitoka kila upande kwa wakati mmoja. Tunde, usiogope. Alitetemeka. Mama, uko wapi? Ndipo mahali panapo wema hukumbukwa. Nenda nyumbani, ndani ya chumba chako utakuta lile chungu ulilonibebea. Ndani yake kutakuwa na magamba ya fedha. Kila utakapohitaji, chukua kiasi unachotaka, lakini usimwambie mtu yoyote chanzo cha utajiri wako. Chungu hicho kitaonekana kwako peke yako. Ukimya ukatawala tena. Upepo mpole ulipita, majani yakatetemeka, kana kwamba yameinamisha heshima. Tunde alipiga magoti kwa hofu na mshangao, kisha akaondoka mbio bila kuangalia nyuma. Alipofungua mlango wa kibanda chake alisimama ghafla, akiganda mahali pale. Humo pembezoni mwa chumba kidogo palikuwepo chungu kile kile cha udongo, kile alimsaidia yule mwanamke mzee kukibeba, lakini sasa kilionekana tofauti. Kilikuwa safi, laini na kikitoa mwanga hafifu chini ya taa ndogo ya mafuta. Pumzi ya Tunde ilikwama kooni. Alisogea hatua moja mbele, moyo wake ukidunda kwa nguvu kiasi cha kuusikia masikioni mwake. Mwanga haukuwa mkali, ulikuwa mwaroro wa joto, kana kwamba ulikuwa na uhai. Alisita kabla ya kupiga magoti karibu nacho, mikono yake ilitetemeka. Alipogusa mdomo wa chungu, kilikuwa na joto, kana kwamba kilikuwa kinapumua. Alipoinama na kuangalia ndani, alishindwa kusema. Chungu kilikuwa kimejaa magamba ya fedha, siyo machache bali mengi yasiyohesabika, yakimeta chini ya mwanga wa taa. Alipoingiza mkono wake na kutoa machache, mengine yalionekana kuibuka kutoka chini, kana kwamba chungu hakikuwa na mwisho. Kwa mshangao, aliyaacha yarudi ndani ya chungu na akasogea nyuma taratibu, macho yake yakiwa hayajayaacha. Baridi ilimpitia, siyo ya hofu bali ya kutoamini alikaa hapo kwa muda mrefu akitazama mwanga ukicheza juu ya uso wa chungu, akishindwa kuamua acheke, alie, au akimbie. Usiku huo Tunde hakupata usingizi. Baada ya usiku ule wa ajabu msituni, maisha tunde ya Tunde yalianza kubadilika kimya kimya. Kila asubuhi alipoamka, ya macho yake yalielekea kwenye chungu kilichokuwa pembezoni mwa kibanda chake, kikiwa bado kimejaa magamba yasiyopungua. Haikuwa ndoto tena. Maneno ya yule mwanamke yalirudia akilini mwake kila alipokiona, kila utakapohitaji fedha kiasi chochote, angalia ndani ya chungu utapata. Na kweli magamba hayakupungua kamwe. Mara ya kwanza kuyatumia, alichota mkono mmoja tu, akayafunga kwenye kitambaa. Hakuomba kitu chochote, alikumbuka aliambiwa atakuwa na cha kutosha kila wakati. Aliyatumia kununua viazi vikuu, mafuta ya mawese na samaki wa kukaushwa sokoni, akaanza kufanya biashara, akiwauzia wakulima na wasafiri waliopita Akure. Faida ilikuwa nzuri lakini Tunde hakuigusa hovyo. Alihifadhi kila kitu kwa uangalifu. Kila alipotaka kuongeza bidhaa alirudi kwenye chungu, akachukua magamba na kuendelea. Biashara yake ilikuwa zaidi alivyopanga. Alianza kununua kwa wingi, akaajiri vijana kusaidia kusafirisha bidhaa. Jina lake likaanza kusikika vijiji jirani. Watu walishangaa, yatima maskini aliyekuwa akinunua bidhaa kwa wingi bila kukopa. Wengine wakasema alipata hazina ya siri, wengine wakasema ni bahati. Tunde aliacha maneno hayo, akaendelea kuwa mnyenyekevu, mvumilivu na mwadilifu. Baada ya muda, akaingia hata kwenye biashara ya nguo bora, kisha dhahabu na almasi. Alilipa kwa haki, hakudhulumu yoyote na sifa yake ikaongezeka. Kwa misimu michache, akawa miongoni mwa wafanyabiashara tajiri zaidi katika eneo lote, lakini akaendelea kuishi kwa utulivu. Kadiri mali ilivyoongezeka, ndivyo unyenyekevu wake ulivyoongezeka. Aliwasaidia maskini kwa siri, alinunua chakula kwa mayatima, akarekebisha maeneo ya umma na kusaidia wajane. Hatimaye alijenga makazi makubwa mazuri, yaliyokuwa fahari ya Kure. Hivyo basi, hakujigamba, alisalimu wazee kwanza na hakuruhusu aitwe bwana au chifu. Alipoulizwa siri ya mafanikio yake, alitabasamu na kusema, mtu akipanda mbegu njema mvua huzipata. Siku moja jioni, mgeni asiyotarajiwa alifika, Fumi mke wa marehemu mjomba wake alikuwa amechoka, amenyenyekea, na machozi yakimtoka. Alimwomba msamaha kwa unyenyekevu. Tunde alimsikiliza kimya kimya, kisha akasema kwa upole, nilisamehe muda mrefu. Ukali ulinifunza maumivu, wazazi wangu walinifunza wema, nilichagua njia yao. Akamkabidhi mfuko mdogo wa magamba ili aanze upya, akamkumbusha kuwa wema haugharimu chochote. Fumi alilia kwa shukrani na kuondoka. asubuhi iliyofuata Tunde alitembelea makaburi ya wazazi wake, aliwashukuru kwa malezi yao na kwa mbegu ya wema walioipanda moyoni mwake. Aliondoka akiwa na amani moyoni, amani isiyotokana na mali bali ya shukrani. Funzo la hadithi: wema hulipwa hata kama kwa muda unaonekana kimya. Mbingu husikiliza mioyo safi. Unyenyekevu na subira hushinda chuki na kisasi. Moyo safi huvutia baraka. Utajiri wa kweli si mali bali amani ya ndani na shukurani. Msamaha huponya zaidi ya kisasi. Kusamehe ni nguvu, sio udhaifu. Mema madogo yanaweza kufungua milango mikubwa. Kitendo kimoja cha huruma kinaweza kubadilisha hatima. Hadithi hii yatukumusha: panda wema, mvua itapata mbegu zako.